Anyambilila Amuri ni rasi wa ndaki ya kilimo chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Leo tumekuwa na wakati mzuri na tumeweza kukutana na wadau muhimu ambao ni Umoja Conservation Trust pamoja na Tanzania Uh, Environmental Expert Association ambapo tumeweza kujadili jinsi ya kulienzi na kulifufua zao la karafuu ili liweze kuwa fursa kwa wakulima na wanajumuiya wa Morogoro, lakini pia kama mbinu au mkakati wa kuhifadhi mazingira kwa, kutu, kwa kupunguza hewa ya ukaa. Kwa sisi kama uh, ndaki ya kilimo tumeiona hii ni fursa kwa sababu ni moja ya ajenda ambayo tunafundisha kuhusu zao la, la karafuu ambalo ni zao la viungo yani spice crop, ambayo lina thamani kubwa yani high value crop. Kwa hiyo kupata wadau ambao wanaonesha uh, moja kwa moja wanaunga mkono juhudi hizi itatusaidia katika kuendeleza tafiti lakini pia mafunzo kwa wakulima na kuongeza uelewa wa jamii nzima ya Watanzania kuhusu umuhimu wa zao la karafuu, lakini pia tumejadili fursa mbalimbali mbali, ambazo zitapelekea kuleta a, nafasi ya sisi kama asua kutoa ushauri wa kitaalam yani consultants kwenye hili zao la karafuu. Brian Tosh bwana, mimi ni mwanzilishi mfawidi wa Umoja Conservation Trust. Karafuu ni zao la kimkakati ambalo Tanzania tuna bahati ya kuwa mmoja nchi chache zilizokuwa na historia ya miaka mia mbili. Karafuu ni ajira, karafuu ni maendeleo, karafuu ni amani, karafuu ni dawa, karafuu ni mkombozi kwa vijana, sio tu wa Tanzania bara, Afrika nzima, na hususan wenzetu hapa wali, wanafunzi na walimu. Kwa tuko hapa katika kusherehekea miaka mia mbili, lakini kuomba ubia wa kufanya kazi kwa pamoja na hiki chuo, na tunakuja hapa kwa grupu yetu kubwa ya mkoa na wataalam elekezi wa mazingira kwa maana ya tea. Hapa pa Morogoro tunakuwa na Karafuu Marathon, tunakuwa na Karafuu Cup, tunakuwa na Center ya Karafuu Excellence. Na muhimu zaidi tunaanzisha Karafuu Tours, yani utalii wa karafuu kwa mara ya kwanza duniani kote. Kwa lengo letu sisi hapa ni kusema Watanzania, ni muda wetu sasa kujivunia kimaendeleo kivingine kipekee zao la kimkakati. Pengine zao la mbele sana la karafuu gama. Mimi ni mshauri wa kilimo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro. E, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendeleza zao la e, karafuu kwa kugawa miche kwa wakulima bure, lakini pia vilevile vile kuna wanafunzi wa baadhi ya shule za sekondari wa kidato cha kwanza walipewa miche ya karafuu katika mradi ambao unaitwa jisomeshe na mkarafuu, ikiwa na maana kwamba utaratibu huu alioanzisha katibu tawala wa mkoa kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa Morogoro, kwamba mwanafunzi akianza kidato cha kwanza mpaka anapofika kidato cha nne, mkarafuu utakuwa umesha kuwa una uwezo wa kuanza kuzaa matunda.